Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amesema kuwa uhusiano wa China na dunia umeendelea kuimarika huku ushawishi wake wa kimataifa, uwezo wa kuongoza mipango mipya na mvuto wake wa kimaadili vikiongezeka kwa kiasi kikubwa mwaka 2025. Wang alitoa kauli hiyo alipohutubia Kongamano kuhusu Hali ya Kimataifa na Mahusiano ya Nje ya China mwaka 2025. Alisema kuwa chini ya uongozi dhabiti wa Rais Xi Jinping, China imeendelea kuinua bendera ya kujenga jumuiya yenye mustakabali wa pamoja kwa binadamu, kufuata mwongozi wa diplomasia ya msukumo wa amani na maendeleo kwa juhudi kubwa kwa mujibu wa Wang, China imekuwa nguzo thabiti katika dunia yenye msukasuko ambako amani inakabiliwa na vitisho, mhimili muhimu wa kikanda katika mazingira mapya ya ujirani na nguvu inayoongoza mabadiliko ya mfumo wa kimataifa. Pia imekuwa nchini kuu katika kukabiliana na changamoto za maendeleo ya dunia na nguvu ya kusawazisha katika kulinda haki ya kimataifa. Umoja wa upande mmoja na utawala wa mabavu haviungi mkono, na dunia ya pande nyingi inaendelea kuundwa katika mabadiliko makubwa yasiyoshuhudiwa kwa karne moja. Matatizo ya zamani na mapya yameongezeka huku mvutano kati ya maendeleo na kurudi nyuma ukizidi. Akizungumzia uhusiano kati ya China na Marekani, Wang alisema ni mmojawepo ya mahusiano muhimu zaidi ya pande mbili duniani na kwamba maamuzi ya kimkakati ya nchi hizo mbili yataadhiri historia ya dunia. Uzoefu wa mwaka uliopita unaonyesha kuwa kuheshimiana, kuishi kwa amani na ushirikiano wa kunufaishana kati ya China na Marekani ni msingi wa uthabiti wa uhusiano huo na ustawi wa dunia. Wang aligusia suala la Taiwan akisema kuwa mwaka huu unaadhimisha miaka 80 tangu kurejeshwa kwa Taiwan kwa China. Kutimia kwa muungano kamili wa kitaifa ni hatua halali ya kulinda mamlaka na uadilifu wa eneo la nchi na ni jukumu la kihistoria ambalo lazima litekelezwe. Aidha, alionya juu ya kurejea kwa msimamo wa kijeshi nchini Japan na kukosoa juhudi za kubadilisha mfumo wa kimataifa wa baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Ni lazima tuwe macho dhidi ya kurejea kwa mtazamo unaotukuza jeshi nchini Japan, tulinde kwa dhati matokeo ya ushindi wa vita kuu ya pili ya dunia yaliyopatikana kwa gharama kubwa na kulinda amani na uthabiti uliopatikana kwa juhudi nyingi. Akizungumza kuhusu siku zijazo, Wang alisema diplomasia ya China kama taifa kubwa lenye sifa za kichina inapaswa kufanikisha zaidi mwaka 2026 kwa dhamira thabiti isiyoyumba mbele ya vitisho. Tutaendelea kuimarisha uwezo wetu wa kukabiliana na vikwazo, kuingiliwa na matumizi ya mamlaka ya nje, huku tukiweka mifumo imara zaidi ya kulinda maslahi ya nchi na wananchi.